Leo hii tarehe tisa mwezi wa tatu mwaka 2025 katika majira ya asubuhi kabisa, bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB imetuma masalamu za pole kwa klabu ya Pamba Jiji Football Club kufuatia ajali ya basi leo iliyotokea Bahi mkoani Dodoma leo saa 11 alfajiri wakiwa wanasafiri kutoka Bukoba mkoani Kagera kuelekea Morogoro kwa ajili ya mchezo wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB Machi 11 mwaka 2025 dhidi ya timu ya kilu, Kiluvya United. Bodi ya ligi kuu Tanzania bara inatakia kila la heri na pole kwa wachezaji wote ambao wameweza kupata madhara katika ajali hiyo ambayo imetokea pale Bahi mkoani Dodoma kuelekea kwenye mchezo huo wa kombe la CRDB Federation Cup. Na pia kama wana michezo wana tu michezo, tunawatakia pia pole timu ya Pamba Jiji, wapate kuwa na heri zaidi na zaidi kwa ajili ya kujiandaa zaidi na zaidi na michezo iliyobakia katika ligi kuu Tanzania bara. Unaweza kuwatakia pole kwenye comment section hapo hivyo, kama ni mwana michezo na mpenda soka. Unaweza pia kwa comment kwa subscribe ukalike na kushare kama ni mara ya kwanza kufika kwenye channel yangu.